Karibu sana ndani ya Darajani 1905, podcast yako ya kwanza Chelsea kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili. Mimi ni Mr. Darajani aa, na tunakutana wote katika kijiwe hiki cha mashabiki wa Chelsea wote tukizungumza lugha moja inayohusu Chelsea, tukifanya ni uchambuzi wa kile ambacho kimetokea. Na leo kama nilivyoada, tunakutana kila siku ya mechi na tunafanya ni uchambuzi wa kile ambacho kimetokea. Dakika kadhaa zilizopita, muda mchache uliopita, tulitoka, tumetoka ni kutazama mchezo kati ya Chelsea dhidi ya, Chelsea, dhidi ya Sunderland, Mchezo nikichezwa katika dimba la ni la Stafford Bridge ni ukiwa ni mchezo wa tisa uh, yani m, ni match week tisa yani ni mchezo wa tisa kwa Chelsea ndani ya msimu huu na mchezo wa tisa katika ligi kuu ya Uingereza na tumepoteza tukiwa nyumbani uh, kwa magoli mawili kwa moja. Goli la Chelsea likifungwa na Alejandro Garnacho akitumia pasi nzuri kutoka kwa Pedro Neto na nikamfanya kufunga goli lake la kwanza toka tumemsajili ndani ya Chelsea kwa msimu huu wa 2025 2026. Nipo na wachambuzi ambao kwa pamoja tunaenda kuchambua kile ambacho tumekiona Chelsea ambacho nimekifanya kwa siku ya leo na kile ambacho kimetokea katika mchezo mzima kwa dakika zote 90. Nipo na na mchambuzi Abdul Karim ni Athman pamoja na Kenny, nikianza na Abdul Karim ume- niumona namna tulivyocheza tumefungwa uh, dakika tisini. Kipindi cha kwanza kimeisha moja moja, lakini tunakuja kufungwa goli la pili uh, kipindi cha pili wao wakiwa wa hawajatengeneza nafasi. Abdul Karimu umeutazama vipi mchezo? Karibu. Mchezo nimeutazama vizuri, nimeufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kwa kiasi fulani timu yangu leo imeni imenidisappoint kwa kweli, eh, kuna chansi kipindi cha pili tumetengeneza nafasi nyingi, hatujaweza kuzitumia. Nadhani leo tatizo kubwa hasa ambalo nimeweza kulibaini ni namna katikati, kuanzia namba kumi walivyokuwa wana mipira eh, zaidi ilikuwa inatokea pembeni, hasa kwa viungo wetu. kwa unaona, kabla ya kutoka e, Garnacho walikuwa wanajitahidi sana kupandisha timu na mwenzake, e, Neto, Pedro Neto lakini katikati pale alivyokuwa anacheza Joao Pedro ndo palikuwa na tatizo. Tumemkosa mtu kama eh, tumemkosa mtu kama Palma eh, naona kasi yake, ubunifu wake, ndicho tulichokikosa kwa siku ya leo. Tumetengeneza nafasi nyingi, tumeweza hatujaweza kuzitumia vizuri. Wazetu kipindi cha pili wametengeneza nafasi moja, na ndo hiyo wamepata gol la ushindi. Na pia tatizo lingine ambalo lilikuwepo kwa siku ya leo, unaona ni safu yetu ya ulinzi, makosa makosa ni ya kizembe makosa ni ya kizembe ambayo hayawezi yakufurahisha umma ama mashabiki fans wa Chelsea. Eh? Goli la pili limefungwa, unaona beki eh, mabeki wetu wanamtazama tu eh, hawa, wanakaba, wanakabia macho, tunasema mshambuliaji eh, wa Sunderland eh, ana mpira, wamebaki kum, kum, kumtazama wameacha kufanya marking kufanya makini. Jamaa anatoka nyuma anakuja kufunga goli, kwa hiyo ni goli la kizembe. Hivyo hivyo goli la kwanza, unaona mpira unarushwa unapita msitu wa wachezaji wa Chelsea mpaka mfungaji anafunga. Ni makosa yale yale ya kujirudia. Tumekosa beki ambaye tunasema ni muhimili eh? Beki mithili ya Thiago Silva tunamkosa kwa kipindi hichi, beki kiongozi ambaye anaweza akawatuma wenzake. Nampongeza eh? Josh eh, Acheampong alikuwa na game nzuri kipindi cha kwanza, kipindi cha pili kilivyoanza pia alikuwa na game nzuri eh, kitegemea zaidi wawe wanabadilishana nafasi na, na, na, na mwenzake Chaloba, lakini unaona kadri mdo alivyokuwa unaenda, anakosekana mtu wa kumtuma mwenzake, anakosekana kiongozi hasa kwa mabeki wakati eh, na ndo hapo wenzetu Sunderland wametumia nafasi moja kipindi cha pili walioipata wakatuadhibu. Sawa sawa Keni, dakika tisini zimekamilika. Chelsea tumefungwa uh, magoli mawili kwa moja, uh, wao wakiwa hawajatengeneza nafasi nyingi kipindi cha pili, wamehitaji wame shuti moja tu lilolenga golini kuweza kupata goli, goli la ushindi na kuondoka na alama zote tatu katika mchezo wa leo. Una mtazamo gani katika hili karibu, pia tukusikilize. Mtazamo wangu kuhusu mechi ya leo, ningependa nianze, tunaanzia ile sehemu ya katikati ya uwanja mpaka eneo yani la kumalizia uwanja. Siku ya leo kwa kweli hatukuwa vizuri sana kwenye kuanzisha mashambulizi, hasa mashambulizi yetu yakifika katikati ya kiwanja mpaka kwenda kumalizia eneo yani la final third. Lakini jambo la pili tulikosa ule muunganiko wa wale watu wa mbele, likuwa anaona namna ambavyo huyu alikuwa analalamika ana, ana, ana, hata wakati wa kupress kwamba wenzake haoni ile, ule, ule, ule umoja ambao alikuwa anategemea, au ile connection kwamba ya kupress namna ambavyo yeye atajiposition wenzake wapige passes zimfikie mm -hmm. Alikuwa anakosa hicho kitu kwa muunganiko, lakini pia transition ya kutoka katikati ya kiwanja mpaka kufika eneo la kushambulia ilikuwa mbovu sana. Lakini pia mimi sikupendezwa sana na kutoka kwa Josh Acheampong. Nilikuwa natamani yule amalize mchezo kwa sababu kwanza ndiyo mtu aliyekuwa na mchezo mzuri sana ndani ndani ya timu yetu au ndani ya wachezaji kumi na moja siku hii ya leo. Nilifadhaika sana pale ambapo nilimuona ametolewa ame, ame, ame na kuingia Tosin. Tosin aliyeingia sikuwa nimeona kama kuna pengo ambalo alikuwa linamhitaji Tosin kwenda kufanya kwa sababu Tosin i, i, lile goli ambalo ameruhusu ame, ame, ame, ame, ame kwa sababu lile goli la pili ni goli la Tosin kabisa. Lile goli ambalo Tosin ameruhusu tufungwe, kuna aina ya moment ile ileile ndio Josh Acheampong aliweza kuzuia mtu asifunge. Kwa hiyo nafikiri hapo kwenye maamuzi ya Enzo Maresca aliteleza kidogo, lakini all in all, tulikuwa na siku mbaya kazini. Asante really, ni ukizungumza kuhusu kuhusu Josh ni kama vile kuna mfululizo wa, wa mechi, mechi mfululizo amekuwa hamalizi mechi yani, ni kama vile kuna tatizo ambalo linalomsumbua. Nimetoka kuangalia hapa mechi zidi ya Nottingham Forest, pia hakumaliza mechi yani, anaanza lakini hamalizi mechi. Mechi pia ni ya Liverpool pia ni alianza lakini pia hakumaliza mechi, ni kama vile kuna changamoto ambayo ni, nayomkabili ni, ni unamtazamo gani katika hili kwa kweli labda ni, mimi ni, napenda kuongelea kwa, kwa siku ya leo. Unajua, kwa siku kwa siku ambazo zimepita, mechi ambazo zimepita, mara nyingi ulikuwa unaona kabisa kwamba alikuwa ni bora lakini sio bora kuliko wote uwanjani mm. Lakini kwa mtazamo wangu na maoni yangu leo nahisi alikuwa anafaa kumaliza mechi, mechi kwa sababu ulikuwa ukiangalia namna ambavyo alikuwa anafanya kazi kule kule kwenye backline yetu ni, ni, ulikuwa kabisa ni mhimili kwa siku ya leo na kwa mechi ya leo, alikuwa ni mhimili mkubwa sana kwa mimi. Kwa mtazamo wangu, ulitegemea angemaliza. Sijataka sija kuongelea hayo matatizo ambayo anayo na kwa nini hamalizi mechi, lakini kwa mechi ya leo, kwa mechi ya leo nilikuwa natamani amalize, kwa sababu. Na makosa ya hesabu aliyoifanya Enzo Maresca yameonekana baada ya dakika chache tu. Kama nilivyokuambia, kuna tukio ambalo Josh Acheampong ameweza kuzuia ambalo aina hiyo hiyo ya tukio Tosin ndiye ameruhusu bao una, ukimzungumzia Acheampong leo unazungumzia mchezaji wetu bora ndani ya kiwanja. Ukiniambia nitaje kati ya kumi na moja, namba moja ataanza Acheampong. Nilishangaa pale ambao alikuwa ametoka, na zilikuwa zimebaki tu dakika chache, angeweza tu kumalizia okay. angeweza pia kumalizia hii. Nafikiri ili swali litakuwa nzuri kama kama niwezo Maresca mwenyewe ni akilijibu kwa sababu, kumekuwa kuna mfululizo huo, yani kuna mechi nyingi ambazo ni ambazo Josh unakuta ni, ni anaanza lakini hamalizi mechi. Nafikiri kuna kuna changamoto nitakuwa ninamkabili ni kijana wetu, labda sababu ni tunakisia, lakini wewe tukifuatilia kwa mechi mfululizo, Josh mfululizo hamalizi mechi kwa... Enikwe, enikwe. Ah, okay <coughs> Joao Pedro ni mmoja kati ya majina ambayo ni analalamikiwa sana na na mashabiki wengi ni wa Chelsea katika mchezo wa leo, kwa kile ambacho watu waliona wali kwamba amekifanya kwen, kwenye haswa kwenye FIFA Club World Cup lakini haonekani ni akikifanya sasa hivi, na ni kama vile majanga yameanza mara baada ya Liam Delap ya kuumia na i ilikuonekana kupunguza moto. Unafikiri shida haswa ninayomkabili Uh, Joao Pedro ni nini, au ni au ni sisi tu ndio ambao tunaona shida, lakini kiwadisia hana shida, na pia kocha hajamfanyia mabadiliko yote katika mchezo wa leo licha ya kwamba hakuwa na mechi nzuri kwa jicho ambalo tumeliona. Karibu sana ni Abdul Karim, ni utopatie maoni yako kuhusu Joao Pedro, karibu. Na kuhusu Joao Pedro, ni kweli ukilinganisha na FIFA World Cup kwa eh, vipande wa vilabu wangu alichokionyesha na mwanzo wa ligi ilivyoanza kwa mechi za mwanzo za ligi na sasa hivi ni tofauti. Nadhani eh, Joao Pedro anamkosa mtu kama Cole Palmer. Nadhani partner yake na Joao na Cole Palmer walitengeneza kitu kizuri, na hapo ilikuwa inampa uhuru zaidi Joao, eh, Joao Pedro kupanda mbele na kushambulia. Anakuwa kama ni false number 9 lakini kwa sasa hivi unamwona anatembea unamuona anaangaika, anakuja kulinki kama namba nane, anakuja kulinki na, na mwenzake Enzo Fernandez, eh? Anashuka chini anajaribu kudriv, lakini ndo niseme uwezo wake wa ya kudriv oh, brain yake ya kudriv ya mpira sio sawa na ya Cole Palmer. Ndo hapo inapokuja shida, tunamwona hayupo zaidi kwenye kumalizia pale kama striker namba tisa, unamwona yupo nyuma ya mshambuliaji ndo, na hisi ndo shida yake kubwa, hasa ndo kiwango chake kuonekana kama kimeshuka, lakini kiwalisia, akiwa huru, akiwa na mtu ambaye anamtengenezea nafasi yeye akawa anakaa kwenye nafasi nzuri, nadhani ata, atakuwa vizuri tu, atarudi kwenye hali yake ya kawaida. Kipindi hichi anachopitia nadhani ni kumkosa mbunifu eh, the brain ya timu eh, Cole Palmer. Mechi maoni yangu ndo hayo, kuhusiana na Joao Pedro mechi niliopita, tuliona ni Estevao Willian ni alikuwa ni na mechi nzuri uh, tuliona pia tuliona uh, Jamie Gittens, ndo alikuwa nyota wa mchezo katika mechi ile ni ya UEFA, lakini tulikuwa bora sana. Lakini leo uh, ninashangaza kwamba kocha ni akaamua kuwaweka wote benchi, akaanza na Pedro Neto akaanza na, na Garnacho ambaye pia ni amefunga goli Je, yeah. Kocha anahitaji lawama kwa fest 11 ni aliyoanza nayo katika mchezo wa leo, kwa sababu labda kwa kuwa ni Estevao pamoja ni na Pedro Neto walikuwa na mechi nzuri uh, kwenye UEFA leo pia wangeweza kuwa na mechi nzuri. Ni una mtazamo upi ni Abdulkarim katika hili? Nadhani hata pia selection ya, ya kocha naye pia kwa namna moja au nyingine nayo imeweza kutugharimu, hasa angeweza kuchagua zaidi ukiangalia nature ya, ya Sunderland ni timu inayopenda kukaa zaidi nyuma na kushambulia kwa counter attacks. Sasa huenda kuanzisha Garnacho ambaye kwa namna moja au nyingine mi huwa nasema sio yule winga ambaye ana nguvu, ni winga ambaye ni laini laini, anapenda kukimbia zaidi na ni mjanja mjanja kwenye nafasi eh, anapenda kudrible akiwa na watu ambao wanampa nafasi sio wanaomkaba, hivyo hivyo pia kwa, kwa, kwa, kwa Neto. Eh? Neto naye pia ni winga ambaye zaidi ana, anataka space sio watu ambao wanakaba space kama Sunderland. Ni, ni, kwa la, mi kwa maoni yangu leo hii angeanza na Gittens, pamoja na Estavio. Angewaanzisha wote kwa pamoja kwa sababu wale ni watu ambao wanaweza kuondoka na watu na ni wajanja wajanja pia, kwa hiyo hapo pia nako kwenye selection ya timu kwa namna moja au nyingine mwalimu wetu Enzo Maresca e, ambaye kwa sasa mi na, naweza kumuita ni master, E, ametufelisha kwa siku ya leo na, na pia hata pia performance ya timu kwa ujumla, kutoka kushinda mechi mfululizo kama nne, naye pia e, nayo, imeweza kuchangia morali ile kama imeshuka hivi kwa namna moja au nyingine, hasa kwa timu timu kwa ujumla. Unamwona mtu anayejituma e, ni Kaisedo peke yake. Ni mtu mwenye enejia ya kutosha sana e. Ana, ana, anafanya safu yetu yo, ya mabeki ya safu yetu ya ulinzi iweze kufurahia kile wanachokifanya eh, Asio ukimwangalia, eh, Josh Achempong alichokifanya leo eh, alikuwa anafurahia, ni kutokana na kazi nzito anayoifanya eh, Kaisedo midfielder shoka, kweli kwelikweli huyu Moses Kaisedo kutoka Ecuador. Okay. Naam na, na maoni yangu ndio. Keni ni unamtazamo yeah. Okay, gani katika hili ni unafikiri kocha naye yeah hakuanza na kikosi ni imara ni licha ni ya kwamba mechi niliopita Estevao pamoja na Gittens walikuwa kwenye ubora wao, Keni uh, na, na, na hapo kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye swala hilo mimi naweza nikaungana na na na, na, na, na Abukarimu kwamba Uh, kwenye kuchagua kikosi pia aliteleza kidogo e, alikuwa japokuwa, naweza kusema hata ambao walianza walikuwa na uwezo wa kutupa matokeo, kwa sababu mashabiki wa Chelsea wengi walikuwa tunalalamika namna ambavyo Guiu alikuwa apati nafasi na nini. Amepata nafasi amekuwa na mechi nzuri sana kwenye mechi zilizopita, lakini siku ya leo amekuwa isolated. Kwa hiyo ni ile tu kwamba nilisema kwamba tulikuwa na siku mbaya kazini, ukiacha yale matukio ya, ya, ya, na makosa ya ya mchezaji mmoja mmoja, labda nafikiri aliteleza kwenye kuchagua kikosi, lakini sio sana, haijaathiri matokeo yani kuchagua wake kikosi hakujaathiri matokeo moja kwa moja asilimia mia moja. Kwa hiyo mtazamo wangu ni kwamba tu tulikuwa tu, hatukuwa hatuku, sawa ulikuwa unaona kabisa energy ya timu iko chini, yani timu tu binafsi energy yake iko chini ha, hata baada ya kufunga lile goli la kwanza baada, yani, timu ilikuwa ni kama ni kama kama ni mtu basi alikuwa na fatigue yani, hawezi kufanya yale matukio yake na ile mnyumbuko yake ya, ya, ya, ya kawaida kama kila siku anayofanya. Kwa hiyo tunafikiri aliteleza, lakini sio asilimia mia moja ilipelekea matokeo tuliopata siku ya leo. Hiyo leo, leo, leo tuseme matokeo tumeyakosa kwa sababu ipi haswa? Etiquette na, kwa ukiniuliza mimi, kwa mtazamo wangu naweza nikakwambia kwamba jambo la kwanza hawa hawa Sunderland wali defense vizuri sana. Ulikuwa unaona ile 5-4-1 wanavyo wanavyo wanavyojiposition na namna ambavyo wanakaba haruhusu mchezaji wa Chelsea akifika karibu aguse mpira hata mara mbili. Kwa hiyo ukifika, washanua washatoa. Kwa hiyo ulikuwa unaona kabisa kwamba namna ambavyo walikuwa na navigate mifumo yao imewasaidia sana kupata matokeo ya leo. Lakini jambo lingine ambalo limeathiri li matokeo ya leo kilichosababisha tufungwe ni maamuzi. Maamuzi kwa mfano na namna ambavyo walikuwa na namna ambavyo wamecheza, wamecheza hiyo backline dakika za mwishoni <laughs> kwa ni, ma, ni, ma, ni maamuzi tu ya wachezaji mmoja mmoja ambao ni makosa, na makosa ndio anafanya mchezo ubadili matokeo. Kwa hiyo tumefunga kutokana na makosa ya wachezaji tu mmoja mmoja hivyo, kwa sababu hata hivyo hatukuwa threat sana kwa, kwa Sunderland. Ulikuwa unaona kama nilivyokuambia tuko chini kieneji, tuko chini mipango ilikuwa ni ukifika katikati, unaona kabisa mipango inavurugika. Wewe ni kwamba kwani hawa watu wana lengo gani? Yani lengo lao wanapopeleka mpira mbele, wanaenda kufanya nini? Wakifika mbele, wanatawanyika mpira inabutuka tu, inatoka nje. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ya tulikuwa tunakosa kwa ni maamuzi kule kwenye final third, namna ambavyo link, link ilikosekana. Jambo la pili usababisha tufungwe ni hiyo nimekuambia kwamba timu ilikuwa energy iko chini, hamna ile electric energy, hamna. Lakini jambo la tatu, maamuzi ya defense yetu dakika za mwishoni yametugharimu sana. Kwa hiyo all in all ndio hivyo, yaani napenda kusema kwamba hatukuwa na siku nzuri hatukuwa na siku nzuri kabisa kabisa kabisa, kwa sababu hata Joao Pedro ulikuwa unasema basi namba kumi imemshinda basi, alivyosogezwa mbele basi yuko huru kwenye namba tisa, pale kufanya bado na alikuwa anaendelea bado, huoni kitu kipya, likuwa anasubiri Estevao aingie, aonyeshe wa kitu kipya. Hakupewa hata hiyo nafasi ya kuonyesha kitu kipya, kutokana na jamaa alikuwa amecheza eh, alikuwa amepaki, basi unasema. Kwa hiyo sababu ni hizo nilizokwambia, kwamba la kwanza wao sisi, energy yetu ilikuwa chini, linki kwenye ushambuliaji imekosekana, lakini maamuzi dakika za mwishoni kwa, kwa kwa, kwa, kwa mabeki wetu imetugharimu. Ni hayo tu okay. Uh, ni Abdul Karim, kwa mtazamo wako sababu <coughs> watu wazifanya leo tupoteze ni nini? Mimi sababu kubwa ambayo naweza nikaisema ni moja, e, ni ubunifu, hasa hasa safu yetu ya ushambuliaji, ubunifu walikosa e, pamoja na kuwa Sunderland sio mara ya kwanza kucheza nao, walishuka daraja lakini aina yao ya mpira ni ile ile, haijawai kubadilika eh? Na mda mwingine naweza nikasema Enzo Maresca naye ni tatizo pia eh, kocha wetu huyu ni tatizo pia kupelekea matokeo haya, hasa kwa timu ambazo huwa zina aina ile ya mpira. Mfano mzuri pia Fulham nao huwa wanatusumbua eh, wana aina ile ya mpira, wana defense kwa wingi wanakuwa wote nyuma alafu wanashambulia kwa kushtukiza eh? ni, eh, ni namna gani kocha wetu ameshindwa kuwasoma hawa wapinzani wa aina ile na kuweza kutumia udhaifu wao eh, lazima kocha awe, awe mjanja bwana. Kocha lazima awe na kitu hasa kwa zile timu timu. Haiwezi ikawa inasumbua kila timu, za aina ile za mfumo ule haziwezi zikawa zinatusumbua kila msimu eh, na pia, na pia ukiachana na hiyo ya ubunifu kwenye safu yetu ya, ya, ya, ya, uli, ya ushambuliaji eh, pia kocha naye mbinu zake naye abadili mbinu, hasa kwenye zile timu ambazo zina zina defense zina aina ya mpira kama ule wa, wa Sunderland ambao tumecheza nao leo. Kwao, maoni yangu ni hayo, sababu zangu ni hizo mbili, eneo la mbele, ubunifu kwenye eneo la mbele, kutumia zile nafasi zinazopatikana, hata kama wapo wengi, wengi katika safu yao ya ulinzi, na pia mbinu za kocha wetu zimeweza kutugharimu siku ya leo mbinu za kocha wetu zimeweza kutugharimu katika siku ya leo. Ndivyo ni anavyomaliza Abdul Karim na ndivyo tunavyohitimisha. Uh, mechi yetu inayofuata tunacheza dhidi ya Wolves katika mchezo wa wa Carabao Cup hatua uh, ni ya raundi ya nne, tutakuwa ugenini uh, siku ya tarehe ishirini na tisa uh, mwezi Oktoba ni Jumatano ya wiki hii inayoanza kesho kutwa majira ya saa 4 na dakika 45 ndipo tutashuka uwanjani kukiputa katika mchezo huo wa kombe la ligi au maarufu kama Carabao Cup. Asante sana, ulikuwa na mimi m darajani pamoja na wachambuzi wangu Abdulkalim Athumani pamoja na Kenny. Tukutane tena wakati ujao, keep the blue flag flying high. Japo tumefungwa lakini tunaendelea kuikipu hai, lakini pia bila kusahau, nimtakie pole sana ndugu yetu mchambuzi mwenzetu hapa Darajani uh, Imidiwe Kabuje amepatwa na changamoto kidogo, amepata ajali, lakini tunazidi kumwombea. Tuna, tunajua ni huko ni alipo uh, ni atakuwa sawa na mambo yote ni yatenda vizuri kabisa. Uh, Imidiwe ek imidinyo, pole sana ndugu yetu, na tunakutakia heli na upone salama ndugu yetu pole mno uh, ya yeah. Karibu sana ndani ya Darajani elfu moja mia tisa na tano. Tunapatikana kwenye mitandao yote ya social media ikiwemo Instagram, uh, Facebook, WhatsApp uh, channel pamoja na YouTube pia na TikTok, tunapatikana kote huko, lakini uh, podcast hii ni utaipata kupitia TikTok pamoja, ni kupitia audiomack pamoja na YouTube ya Darajani elfu moja mia tisa na tano. Alamsika.